Siku ya wanawake kote ulimwenguni huadhimishwa tarehe nane mwezi Machi kila mwaka, siku hii ikiwa kama kitovu cha harakati za haki za wanawake. Katika karne iliyopita, visa vya dhulma za wanawake katika familia na jamii zimekuwa zikishuhudiwa, ila katika karne ya 21 zipo baadhi ya hatua ambazo zimeafikiwa ili kuhakikisha dhulma hizi zimetokomezwa.

Rafiki ya Ruth naye anatueleza masaibu anayopitia akiwalea wanawe peke yake baada ya kutalakiana na bwanae kufuatia tofauti za kifamilia. Juu kama hii education walipindua. Sasa si wazazi wengi wanapata zile vitu zinaitishwa shule, wengine wanakosa, watoto wanakosa kuenda shule, wengine wanakosa chakula. Ii maisha imepanda, changamoto ngumu, kwa sababu kuna kulipa nyumba kuna kulea hao watoto, kuna kutoa school fees, kuna kuwanunulia nguo, mambo mingi. Nataka kuambia kila mtu ashike laini yake, amke afanye kazi, ashughulikie watoto, asomeshe watoto, hata kama ana bwana. Ah, Mungu amempatia uwezo. Kulingana na Josephine Musau, nyakati zimebadilika, na mara nyingi wanawake wameonekana kuadharau bwana zao, haswa wanapowezeshwa au kupata ajira zenye mapato ya juu. Aidha, amewahimiza wanawake kuwa wavumilivu wakati wanapokumbwa na changamoto, kwani hayo ni mapito tu. Tambo walikuwa wanakatazwa kwenda kazi, lakini siku hizi wanaenda kazi, lakini waki, wakipata pesa ni kama wamekuwa mang'aa. Wanaona, wanaona pesa zenye wanapata ni mingi kushinda wanaume wao, so ina, unakuja unapata hata awaheshimu wazazi kazi kuna zile changamoto zenye wanapitia huko, unakuja unapata wamesoma, lakini mshahara zenye wanapata ni kidogo, bado wanara, wanalaumu mamboze zao, lakini ni handi faisi tu wafumilie. Immaculate Karimi, Undugu TV.